Imekuwa ni muujiza kwa familia hiyo ya Sospeter na mke wake wenye watoto wawili wakazi wa kijiji cha Mvumi Makulu kilichopo wilaya ya Chamwino mkoani Dodoma kujengewa nyumba yenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 28 za Kitanzania, kutokana na maisha magumu walioishi kwa muda mrefu, huku wakisema ugonjwa huo umewapata ukubwani, hawakuzaliwa nao bali wamejikuta ni walemavu wa miguu.

kwa kuwa bali nilikuwa naweza najimudu, niliishi kwa kutumia mkaa. Siku ni kweli akanya nyumbani akaniona mimi ndo Spita, akaniona na mazingira kama yapa, nyumba nilikuwa naishi ni kweli, nyumba ilikuwa kila ila nyumba nyewe ilikuwa ni ya mtu imei, na ile sehemu nilikuwa nakaa, nilikuwa naishi na mskumgu na na lakini ili sehemu aikiwa ya kwangu likuwa ya mtu kl. Namshukuru tu mkuu mkoa, aendelee kuwa na moyo huo huo, lishesulia maisha a loi yapa pita, na nakuwa ni baba wa watoto wawili, na kweli na mshukuru Mungu na Mungu ambariki. Na changamoto tulizo nazo, mpaka kufikia hapa kupata hii nyumba, ni kweli changamoto zilikuwa ni nyingi. Mimi nilikuwa nikiishi na mama, na mwenzangu alikuwa akiishi nyumbani, kutokana na changamoto za hapa na pale, kwa sababu labda ya kusema eneo ambalo anaishi eneo si la kwake. Nenda kuwaambia walemavu wengine ambapo kama mimi na wengine wapo zaidi ya mimi, ninawatia moyo wasiendelee kukata tamaa, kwa sababu Mungu ha, hamwachi mja wake. Mama mzazi wa Esther Elia, Roi Filmo pamoja na majirani zake wanaeleza maisha ya familia ya Sospita na ambavyo wamekuwa wakitoa msaada kwa kidogo walicho nachozimatumpak ghafla. mzimabaaafuna furaha, furahamepata nyumba Mina, kama wana chakula kidogo, tunawasaidia. Kama tunavyo tunawasaidia, ninajisikia kweli vizuri. Yani, tunawashukuru sana kwa msaada wa kwa Pita, mmemfanyia msaada mzuri sana yani, tunawashukuru sana, cha kuwapeni hatuna. Mkuu wa Mkoa wa Dodoma Rosemary Senyamule anaeleza jinsi alivyoguswa kusaidia familia hiyo mara baada ya kuwatembelea na kujionea maisha wanayoyaishi. Nikuta napata hisia za ajabu kabisa ambazo sija sizipati mara nyingi, kwa sababu Peter si mlemavu wa kwanza mimi kumwona au mke wake. Nimeshaona wengi sana, na kama mazingira tofauti tofauti na uhitaji tofauti tofauti, labda ndio mimi nilikuwa nimjengee Peter, maanake nipata mguso wa pekee baada ya kuona mazingira wanayoishi. Tukaingia tukaona jiko na sufuria si moja pale, si mbili na vile vijiwe pale vya kupikia pembeni yake, hapo hapo wanalala, wanalala kwenye mkeka hasa. Nikaona wanapotembea, huyu mama ni mlemavu, huyu baba ni mlemavu, sasa wanaishije hawa watu? Basi nikajisikia nimepata huo mguso. Hata hivyo, jamii wakiwemo viongozi wa ngazi za juu inatakiwa kuwa na moyo wa huruma hasa kuwasaidia watu wenye uhitaji ikiwa ni njia mojawapo ya kubarikiwa na Mungu.